Hello rafiki, naamini umebarikiwa sana na part 1 tuliyoirusha hizi siku mbili zilizopita. Leo tena ni siku nyingine, tunaendelea na part 2 ya episodi muhimu sana ambayo tumeendelea kuwa nayo. Naamini unapata kitu ambacho kinakujenga. Kuwa pamoja nasi kwenye darasa la leo, kama ilivyo ada, mwalike rafiki yako awe sehemu ya darasa hili. Hakika umebarikiwa, usipitwe na hata kimoja kinachoendelea. Karibu darasani, amen. Kwa hiyo lazima matendo yapangwe vizuri, ili matendo yako yasiwe dead works mbele za Mungu. Umeelewa? Kao anasema Filipi mbili, asema wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Kiingereza anasemaje? Lest any man should boast. Kwa hiyo when it's come to getting saved men cannot boast You you cannot be braggadocious there. Hwezi kusema, you know me, you know me, you know me. Ukisikia mtu anasifia matendo yake. Ngoja nitumie lugha rahisi tu. Kwa mfano, mtu anayefikiri ataingia mbinguni kwa sababu ya matendo yake. Huyo mtu ameikosa mbingu maana yake? Tumetumia tu lugha ya mbinguni tumeacha uokovu kidogo naweza kuwa nakuchanganya. Unajua okay, tum... kila Mkristo anataka aende mbinguni. Si ndio, eh? Sasa kuna mkristo anataka kwenda mbinguni, lakini kila siku anaimba matendo yake. Unajua kusikia ya kwenye nyimbo za kwaya kabisa, matendo yanakuwa praised. Umeelewa? Tujitahidini tusiachwe, mtu yoyote anayejitahidi asiachwe. Ameshaachwa, sindio? Kwa sababu you putting load, unaweka mzigo juu yako kwenye mahali ambayo sahihi. Meelewa tofauti kuna mtu zamani, zamani tukiwa shule ya sekondari, uimbo mmoja tulikuwa tunauimba: ninatembea kidogo kidogo nikinyatanyata ninatamani kunyakua uzima wa milele, ninatembea kidogo. Unakumbuka wimbo eh? E, kwa hiyo kabisa unaweza ukaelewa watu wanaamini nini. Kwa hiyo mtu anatembea kidogo kidogo akinyatanyata, anatamani afanye nini? Anyakue uzima wa milele. Unajua muamini akimba wimbo

Unasoma the same Bible unasemaje? Nami nawapa uzima wa milele na wala hawatapotea kamwe. Yohana, tusoma wapi juzi? Nafikiri tusoma kwenye session iliyopita, Yohana alisemaje? Nawaandikia ninyi watoto wadogo, mjue kwamba mmesamehewa. In fact sehemu nyingine anasema hivi, nawaandikia ili mjue kwamba ninyi mnao uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa pekee. Kwa lugha rahisi, mtu ambaye analiamini jina la Yesu anao uzima wa milele. Nikianza kuimba nyakue maelea ta shida yake. Maana yake huyu mtu anapambania kombe ambalo linatolewa bure. Naelewa anapambania kombe ambalo natolewa bure, <laughs> ambalo natempea, natolewa bure. So ndio maana nikasema hivi kwenda mbinguni ni rahisi na kwenda jehanamu ni ngumu. Nimetumia maneno mawili jehanamu na mbinguni, nitaelezea huko mbele. Sawa. <laughs> kwenda mbinguni ni rahisi na kwenda jehanamu ni ngumu, kwa sababu kwenda jehanamu unatakiwa upambanie kombe. Kwenda mbinguni unatakiwa usarende, lakini watu hawapendi kusarenda. Watu hawapenda nini? Kupambana. Umeelewa sasa? Kwa hiyo anasemaje? Walk out your salvation, not walk for your salvation sawa, anasema mstari wa tisa kwenye Waefeso wa mbili tisa wala si kwa matendo mtu awaye yote asija akajisifu. Ameondoa matendo as a means kupata wokovu. Kama kungekuwa na daraja la kuenda kwenye nchi inayoitwa wokovu, hilo daraja ukiwekwa matendo inabomoka. Iko sawa? Let's make wokovu ni ng'ambo ya mto njia rahisi ya kuhakikisha kwamba hautafika kwenye hiyo ng'ambo ya mto ni kujenga daraja la nini? La matendo. Iko sawa? Anaomba ieleweke vizuri sana sababu, usipoelewa hivi, hujawa mkristo bado. Unaweza ukaepo kanisani, lakini mkristo feki. Narudia tena, kama wokovu ingekuwa ni kisiwa iko mahali fulani, sindio? Na sisi tuko upande mwingine, tunatakiwa tufike kwenye o sehemu ya naitwa nini? wokovu. Ukijenga daraja la matendo, ni uhakika ya kwamba hilo daraja lafanya nini? Litabomoka. Umeelewa? Sawa, umeelewa sasa, litabomoka kwa sababu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kumi ni very instructive. Sasa kumi nakujaje? maana tu kazi yake Ukisikia neno tu kazi yake Kiingereza, we are his workmanship created in Christ. hii ni new creation. Ukiona kitu ambacho kimekuwa created in Christ, hii sio uumbaji wa kawaida. kuumbwa katika Kristo ni kupewa Roho wa Mungu ndani yako, ndo uumbaji mpya ku, sio kuumbwa masikio macho na midomo mm -mm. in Christ means by faith, ambayo maana yake nini? roho yako imehuishwa na Roho wa Mungu. Hiyo inaitwa created in Christ, au new creation. Kiumbe kipya ni mtu aliyeamini katika kazi ya Yesu Kristo. Sawa eh? Kwa hiyo ni new creation. Not a natural creation. Sio wa, watu wote tumeumbwa na Mungu lakini sio watu wote wameumbwa na Mungu katika Kristo. Katika Kristo ni kwa sababu ya kazi ya Kristo au kazi ya Masihi iko sawa? Iko sawa? Hiyo yeah. Sio natural creation hiyo ni spiritual creation. Ni internal work ya Mungu ndani ya mtu. Anasema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu. Akasemaje? Tutende matendo mema. Mona hmm, matendo yamekuja. For we are his workmanship created in Christ unto good work. Jamani ya mtu tuende Kiswahili, tutafsiri wenyewe Kiswahili chetu hapa. Tufanye kama anasema King James eh. We are his workmanship created in Christ unto good work. To good works. Naomba niulize good works zinakujaje, kabla au baada ya kuumbwa upya? Baada. Kwa hiyo maana yake nikisema hivi, nime nitumie lugha gani sasa, mfano gani hapo? Oh, nitumie mfano weli mwanamke, sawa? Asante sana. Hii dunia mengi sana. Hii dunia. <laughs> <laughs> <Okay. Jesus>. <laughs> <laughs> usio mbarasi jawadi u ulimwengu siku hizi uegeuka sana. <laughs> Eh, Donald Trump amepata akoiarekai labda watabadilika. Okay, tuwachani nayo na <laughs> najua mjasikia hiyo na hii haijarekodi. Iko hivi, kipi kinatangulia kati ya kuzaa watoto na kuwa mwanamke? Kwa mwanamke kwa, unazaa watoto ili uwe mwanamke au unazaa watoto kwa sababu ni mwanamke? Nazungumzia wanaume pia, tunazaa watoto lakini nazungumzia kubeba, yani, umeona kuna tofauti pale, okay. Kwa hiyo tukiona, tukiona umepata tukiona umepata mimba tunasema wow, kumbe ni mwanamke yes! Rosemary, kumbeni mwanamke umepata ah, mimba? Wewe ni mwanamke sasa, tunaanza hivyo, lakini uumbaji wake tu ulikuwa una dictate kuwa mwanamke kwa kinaanza nini? Functions or design? Design. Kwa nini kinacho dictate kingine? It is a design that dictate the functions. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Kwa Mungu anaanza nini katika ukombozi? Design. Manake ufanywe kiumbe kipya sio kwa matendo, lakini kiumbe kipya kinatakiwa kitende mema kwa sababu tayari imewekewa capacity au asili au roho ndani yake, okay. Matendo mema ni muhimu kwa Mungu? Ndiyo. Ni muhimu wakati gani, kabla ya wokovu au baada ya wokovu? Baada ya wokovu. Kwa hiyo matendo mema hayakuokoi. Iko sawa eh? lakini aliyeokoka amepewa uwezo na anategemewa na Mungu na anasaidiwa na Roho wa Mungu kutenda mema. Iko sawa? Iko sawa. Kwa hiyo sio kwamba Mungu anakandia matendo mema, anayapangilia matendo mema. Ina maana iko hivi, Mungu sio sio jitu fulani la ajabu ambalo linakudai vitu ambavyo havijaweka kapasiti ya kufanya ndani yako kwa Mungu hamwambii mtu asiye na roho wake, mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye si mwana wa Mungu, mtu asiye na asili ya Mungu amdai matendo mema. Kwa hiyo Mungu akikuambia penda, ni kwa sababu kwanza amemimina upendo ndani yako, sindio? Warumi tano tano tumaini alitayarishi kwa kuwa pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu. Kwa nini? Kwa huyo Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi, moya navyoanza kwa, kwa hiyo angalia sasa namna ambapo katika mistari inayofuatana Paulo ametumia vizuri matumizi ya nini? Matendo. Iko sawa? Kwa watu wakisikia, tunafundisha part A, wanafikiri tunakandia mwenendo. Lakini lazima ufundishe part A kwa ujasiri wote. Make sure una kill matendo kwenye kuokoka. Iko sawa, eh? Lakini ukimaliza unasisitiza mwenendo au matendo, kwa kuwa umeokoka, it makes a lot of sense, sindio eh? iko sawa. Kwa design ikikamilika, ndo tunadai ifanye kazi iliyoumbiwa sindio, tumeelewana mpaka hapo eh? Lisa, umeelewa? Yeah. Kwa hiyo anasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, ni utoaji wa Mungu hiyo, kwa njia ya imani ni kupokea kwetu hiyo, wala si kwa ambayo aitokana na na, na, na, na nafsi zetu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asijafanya nini akajisifu, ko asijisifie nini wokovu, namna alivyookolewa. Iko sawa? Iko sawa. Asijisifie namna alivyookolewa, asiweke sifa zake pale, akasemaje? maana tu kazi yake, si ndio eh tu kazi yake, angalia, maana tu kazi yake hii. Kazi anayozungumza nini? Uumbaji mpya katika Kristo, tumeumbwa katika Kristo tutende matendo mema. Mona ukuaji wa kiroho unakujaje kwao? Unapozidi kukua katika kutenda matendo mema. Ninini? ni nini? ni ukuaji wa kiroho akasemaje, ambayo Mungu alifanya nini? Aliyatengeneza ili tuenende nayo kwa. Ni kama vile Mungu anafanya hivi. Naomba mobserve hii picha ambayo nataka kupaint kwenye ufahamu wako. Mungu kwanza anatengeneza gari, anaweka uwezo wa kutembea, alafu anaweka barabarani ili aende. Kwa maana yake everything was already made to be there then lile gari linaanza kupita. Iko sawa? Iko sawa? umeelewa sasa eh? kwa hiyo kwa nini unabeba mimba? Kwa sababu Mungu alikutengeneza huo uwezo ndani yako kabla. Umeona, umeona, umeona, kwa Mungu asemi pata mimba kwanza tujue kwamba ni mwanamke. Kwa huko mtaani ukianza kufanya vitu ndo watu wanagundua wewe ni nani sema, yeah, you are a doctor, baada ya kuona unakimbizana <laughs> kwa hiyo na, nafahamu watu wale, wa, wale wa, falsafa philosophers. Kuna maneno ya philosopher mmoja ilikuwa maarufu nafikiri hata Plato, Aristotle aliwai kutumia to be to, to, to, eh? to be to do is to be, kuwa ni kufanya, to do is to be eh? eh? kwamba ukifanya ndo unakuwa mwona yo mentality if you do you'll become. That's not what the Bible teaches. haoanasema ukitenda matendo mema ndio tunajua wewe ni mtakatifu umeona, hiyo kwamba if you do you be mm -mm. Inasemaje? you are that's why you do yudu, tofauti ya? unafanya kwa sababu ndivyo ulivyo tutumie tena kwenye kuzaa watoto, unazaa mtoto kwa sababu ndivyo ulivyo, unabeba mimba kwa sababu ndivyo ulivyo. Kwa hiyo okay. inaweza ikafika, unaweza ukashindwa kupata mimba, kushika mimba yeah. si ndio? Kuna wanawake ambao wana watoto does it mean kwamba sio wanawake? Hapana. Kwa hiyo huwa tunasemaga what is wrong, iko sawa eh? kwa sababu design, ina dictate nini function. Tusipoona function, tunasemaje what is wrong in the design. iko sawa eh Ajakula, ajala chakula vizuri, kuna medical implication, kuna nini na nini na nini, umeelewa maanake? Okay, kwa mwamini pia tunategemea atende matendo mema. Asipotenda matendo mema, tunauliza what is wrong, what are you feeding? Are you praying? Are you listening to right things? Meelewa vitu kama hivyo, kwa kinachoanza ni nini? Asili kwa lengo la okovu ni kukupa nini asili mpya katika upya, iko sawa, iko sawa. Ya, kwa ukuaji wa kiroho ni namna unavyozidi kila wakati kudhihirisha asili yako. Simple like that. The more you show who you are growing spiritually. Kwa ukuaji wa kiroho unamuinspire mwamini kumdisplay Christ katika mwenendo wake wote. Hiyo ndio lengo la ukuaji wa kiroho. Kwa hiyo tukirudi kwenye Wafilipi sasa. Mmeelewa sana namna ya kuweka matendo eh? Kwa hiyo sasa kuna watu wengine <laughs> wakielezeaga matendo wanayang'oa kabisa. Nimekutana na watu kama hao bwana, hmm. Hawaendi uinjilisti, hawataki tabia njema, wapo tu, they can do anything they want, God doesn't care. Nauliza swali sasa, nyie hapa, does God care juu ya matendo mema? Mungu anajali, sikuwa na matendo mema. mm -hmm, yes, anatumia matendo hayo kutuokoa, anatumia matendo hayo kutuokoa. mm -hmm. Anajali matendo mema, anatumiaanatumia kama kigezo cha kutupeleka mbinguni, anatumia mm -hmm. eh? kama kigezo cha kutufanya sio watoto wake mm -hmm. lakini anajali matendo mema, anayejali kwa sababu gani? Sisi tayari ametupa roho wake na nataka tumthibitishe na kumdhihirisha yeye katika nini? Our daily works, katika matendo yetu, mwenendo wetu. Iko sawa eh? Kwa Mungu ametupa hiyo asili ndani yetu tulipomwamini, ametupa roho wake. That's very important. Ukiweza kupanga hapa, umeepuka another extreme. <laughs> ya watu ambao wanatengenezaga. Extreme moja ya hatari sana. Jamaa mmoja zamani ali wakati naanza kufundisha haki kwa imani, sasa kumbe kulikuwa na jamaa mmoja ameelewa vibaya hivi matendo bwana yeye kwenye group moja sasa naye anasema tunahesabiwa haki kwa imani kama mimi ila anaenda mbali kuliko mimi wakasema kwa hiyo alikaa kwenye group moja wakawa alikuwa anazungumza masuala ya mahusiano wa dada kwa na, ku, wa dada na vijana wa siku hizi kutembea na, na, na, na, na, na, kuna, kuna barabara kule moja okay. Tumia kutembea na tumia kutembea kabla ya ndoa, sawa eh? Watu akawa wanapondea pale kwamba it is not good. Akaibuka bwana akasema acheni kuapa watu matendo <laughs> kwa hiyo unaonaje? Lolote tu hamna shida, Mungu hajali watu wakashika midungu. Sasa jamaa moja akasungisho akasema, haya ndo mnayofundisha nikaambia mi sijafundisha vitu kama hivi, mi nafundisha hivi. Mbona mskizi wa nyaraka unaonekana mwibaji asibe tena, kwa hiyo nikiiba Mungu hajali, bwana? Ukishaokoka imeto, imetosha, haina. Mungu hajali utakachokifanya baada ya kuwa umeokoka. mm. ika mtiti ika nini mtiti mtu kaanzia tifu sasa, kumweanza kumwelewesha na yeye sasa, hmm. kashazama kule, kashazama kule. Sasa kuna mtumishi mmoja alikuwa anafundisha hivyo vitu, afundisha vibaya sana. Kwa baada ya watu kuona anafundisha haki kwa imani, wakasikiliza anavyozungumza juu ya mwenendo, akagundua mbona ni tofauti. Wakaanza kunieleza, mtumishi moja, mmoja alienda kwenye mkoa mmoja akawahubiria walevi wakaamini, akawakuta wengine ambao walikuwa eh, ndo wametoka kuacha ulevi. Unajua kiu bado hii wanaisikia namna fulani, wakasema kwa hiyo tukilio inakuja Mungu ajali, Mungu ajali. I say wale watu walienda kunywa. Unajua kiu umezuia wiki tatu wiki nne, hali yao ya mwisho ikawa <laughs> mbaya kuliko ile ya kwanza. waligonga ajakugonga laga zilipigwa na wajua kama, laga, kama pombe ndo zilikuwa zinakula hela yako eh? Afu ghafla umeanza kuweka akiba, mwezi uliopita robo tatu ipo, mwezi huu tena robo tatu ipo, mshahara wa tatu una kama mishahara miwili na nusu haijatumika. Maana hujapita nini kwenye weita, moja baridi, moja moto, ujapita <tuhi> jamaa alienda alieka, hawa watu wa dini wametudanganya sana, alikunywa Unajua, unakunywa ile ya hasira kwao. Mtu mmoja akawa ananiambia walipata changamoto hiyo, unajua shida amepata nini? Kwa sababu he never explained what next after salvation. Iko sawa eh? tumeelewana sasa eh? Eh, kwa kama ulifikiri, na mimi nawambiaga watu ukishaokoka inatosha, just do anything, just do it like Nike. Mimi sijawambia hivyo. Nimesemaje? nimeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo kutokana na nafsi zenu ni kipawa cha nini, cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu yeyote asije akajisifu. Kwa maana tu kazi yake, tumeumbwa katika Kristo tutende matendo mema ambayo tangi awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende kwayo. Inategemea unaweka wapi matendo. Kwa aliyeweka matendo mwanzo wa wokovu, hao ndo watu wabaya zaidi. In fact hata huyu aliyeondoa kabisa ana makosa yake, ila hakuna mtu hatari kama aliyeweka mwanzoni. Sababu so basically, huyu kashawapoteza watu. Hawa watu hawataka wafanye nini? Waokoke. Kwa, kwa sababu matendo hayatumiki kuokoka, sindio? Eh kwa huyu amebomoa daraja la kwenda kwenye kisiwa na huyu ametengeneza daraja la kwenda kwenye kisiwa, alipofika kwenye kisiwa akasema hatuhitaji madaraja. <laughs> Kwa hiyo ukise, ukienda kwenye Wafilipi mbili kumi na mbili pale anataja, work out your salvation, utimizeni wokovu wenu. Sasa I don't know kwa nini SUV wameamua kutumia neno kutimiza. Sababu wokovu haujapungua, lakini naweza kutumia lugha rahisi zaidi, dhihirisha, si ndio? Sababisha uonekane. kumi natoa semaje? Akaangalia, ni vizuri kujua ya kwamba na nataka nisitize hili Sio tu Mungu anakusaidia katika kuokoka, alafu ukimaliza kuokoka matendo unapambania mwenyewe. Hapana, Mungu alikusaidia katika kuokoka, lakini baada ya wokovu anakusaidia pia uenende sawasawa. kwa usifikiri, nisikize vizuri, usifikiri ya kwamba Mungu alihusika kwenye kusave you no good works, si ndio eh? lakini after saving, anataka wewe mwenyewe kwa jitihada zako udisplay good works, that's not the Bible. Angalia mstari unaofuata amesema, utimizeni wokovu wenu, work out your salvation, alafu anasemaje? Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. So kwa nini baada ya kuokoka, Mungu anakupa Roho wake ndani yako ili kumpendeza Mungu, isiyo jitihada zako mwenyewe, iko, iko, iko sawa eh? Living upright. Should not be your own activity. Okay. Na hii ndo tatizo la Wagalatia. Wagalatia waliamini wameokolewa pasipo jitihada zao, lakini walipookoka wakafikiri, hatumhitaji Mungu, inabidi tupambane wenyewe. Huo ndo ugalatia, huo ndo ulozi wa Galatia.